Yako e, ni, ni uchebe wa Young Africans na amebeba ujumbe mzito na picha ya mwamuzi ambaye alichezesha mchezo wa fainali kati ya Simba Sports Club dhidi ya Alice Belkane kule visiwani Zanzibar, na ujumbe unasema kwamba tumekusamehe. Je, ina maana ipi yale yaliyotokea South Africa mm. Sisi tumemsamehe yeah. Asilimia mia moja kwa sababu mm. baada ya kurudia ile goli mm. ule mchezo mm. Mamelodi dhidi ya Yanga kwa kurudia yeah. kwa kurudia kwa tumetambua yeah, muamuzi sahi, alikuwa sahihi, alikuwa goli, Stefan azikio akufunga goli <laughs> Stefan azikio akufunga goli. Sheria ya kufunga goli uvuke mstari mm, au uguse nyavu. Mbona mliandika barua sasa? Ah, mm, ilikuwa ni mwemko yeah, mmenielewa mm, ni mwemko mm, kwa sababu tulikuwa tunahitaji kwenda kucheza mm, nusu fainali, ndio maana mm, mm, tuliandika mm, bila kuangalia mapicha za marejeo mm. Je, ni kweli goli au sio goli? Ni kama mna namna fulani, mbona hamkutoka hapo kabla ya na kumsamehe? Baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kupoteza taji ndiyo mmetoka na eh, kuchapisha matisheti ya kusema kwamba tumekusamehe. Hii ina maana gani? Kwa sababu kisu kilichotukata sisi ndio mm, kisu kilichotumika upande wa pili, umenielewa? Yeah. Mm. Kwa hiyo deni limelipwa, deni limelipwa, kwa hiyo na mimi nimefurahi hmm, kuona deni limelipwa hmm. Deni, hmm, deni limefanyaje? Limelipwa tena deni mm. la kwetu lilikuwa lina maumivu makali mm. kama maumivu yao mm. yaani kombe liko uwanjani mm. hata kwa viboko mm. takiwa mm. lichukuliwe linatakiwa lichukuliwe. mm. Unaacha mm. unaacha mm. ni aibu eh. Baada ya mchezo kumalizika eh, wameonekana viongozi wa Alex Belkane pamoja na na marefarii kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, marefarii wakipongezana kwa, kwa mchezo, hilo ambalo lilionekana kuwapa gazabu baadhi ya viongozi wa Simba na, ma, na maskoti wa Simba Sports Club ambao walikuwa uwanjani na kuchukua baadhi ya video, ambapo kunaonekana kutakuwa na mvutano mkubwa swala so, hili limeonekana kuwa gumzo zaidi <coughs> katika mitandao ya kijamii. Wewe kama uchebe wa Yanga Africans, hili unalizungumziaje kwa taswira ya mpira wetu wa Afrika? Mimi nasema hmm, kafu achukue hatua dhidi ya klabu ya Simba Ule ni uhuni uliofanyika na ni kufedhehesha soka letu la Afrika lakini soka letu la Tanzania. Sisi tuliwatuma wakapambane, wakisha wanachukua kombe, sio kupambana na mwamuzi baada ya gemu kuisha, mwamuzi kwenda kwenye chumba au wa uh, viongozi wasibekane kwenda kwa mwamuzi baada ya mechi kuisha, haibadilishi matokeo, mnaelewa? Ila ni fair play bwana, tunashukuru umechezesha mchezo kwa haki na tumeibuka kwa washindi, mweneeleo. Ndio maana mpira ukiisha, kuna baadhi ya wachezaji wanabadilishana jezi, mweneeleo. Lakini pia haitoshi, kuna baadhi ya wachezaji wanaotambua thamani ya uamuzi huwa wanaenda kumpa fair play ya mkono, kwamba tunashukuru, mchezo tumeridhika, ulikuwa wa haki, sijaona shida, mweneeleo. Ila wachezaji wasiojua mpira huwa wanaenda kwa mwataki refu kumfanyia fujo ndio mm, maana kuna hatua huwa zinachukuliwa mm. Kwa hiyo mimi kila kitu ambacho wamekifanya viongozi wa Simba mm, naiomba kafu wenye mamlaka mpira wa Afrika mm, wachukuliwe hatua mm, kukomesha vitendo hivi mm, visije vikarudia kwenye mchezo wowote wa, mm, wa Afrika mm. Na pia kwa kila kitu walichokifanya mm, wamelizalilisha taifa letu mm. moja wameenda kufanya ule, ile fainali kuwa ni mbovu ni ya ovyo, lakini wamevaa medali. Ngoja, Simba hajavaa medali hmm. Naomba tuelewe hmm. Simba hajavaa medali hmm. Umeonekana wakivaa medali. Hmm. Simba hajavaa medali hmm. Naomba ni kataa hmm. wa menelewa hmm. wamevaa mikufu na heleni hmm. na shanga hmm. Hmm. Simba hajavaa heleni no. Hajavaa medali. Aliyevaa medali katika nchi hii ni Yanga ha? kwa msimu mmoja mm. alicheza mashindano mawili mm. klabu bingwa na shirikisho mm. baada ya kufika fainali mm. wakatenganisha shirikisho, abaki shirikisho, klabu bingwa klabu bingwa mm. Simba leo angecheza na Piramidi, Mamelodi mm. manleo mm. national ai mm. manleo mm. na watu wengine mm. Simba angefika fainali. nani akakwambia Simba gafika fainali lakini, umeonaje sasa maamuzi ya e, mwamuzi ambaye alisimamia sheria kumi na saba za mchezo huo? Huyu kwanza mtambue hmm. beda huyu mwamuzi kutoka Matrania ndio hmm. mwamuzi katika waamuzi watano hmm. walioteuliwa na FIFA hmm. kwenda kuchezesha kombe la vilabu la dunia mnaelewa hmm. katika waamuzi watano yeye yeah, yumo hmm. FIFA na mimi nani anajua mpira nakuuliza FIFA, na mimi nani anajua mpira wa Tanzania na FIFA, nani anajua mpira, unaanzaje kumpinga leo eh? yule ni mwamuzi bora mm. anazijua sheria kumi na saba leo amekuwa bora. ni bora mara 100. huyu mm. bada mm. mwamuzi aliyechezesha fainali mm. Simba dhidi ya Osbekani mm. ni mwamuzi bora watu wamekwenda. Ni mwamuzi bora mm. anayejua sheria kumi na saba mm. na anazitafsiri vizuri. Watu wamekwenda mbali na kuzungumza ya kwamba eh, baada ya mchezo kumalizika, umeonekana kufly na wengine kuandaa pati mbalimbali mbali kwa kusherehekea juya hiki ambacho kimepatikana. Swala hili lina sababisha nini yani ule uzalendo au uonekani katika nchi yetu, hususa tunapokwenda katika sala hii. Unajua, labda tuambie mm. wana Yanga, ni watu wa mpira tunapenda kwa wazalendo kwenye vitu ambavyo vinaonekana nani ana mashaka na kiwango cha rasibekani kilichoonyeshwa dhidi ya Simba? Nani ana mashaka? Okay. Ehe, hakuna, kila mtu alikuwa anaona kiwango. Kwa nini leo amepata mafanikio nimnunia rasibekani? Kwa nini nitakuwa mweu? Nitakuwa mweu? Kwa hiyo mimi, Yanga ni mzalendo wa mpira na ninajua mpira na wa Tanzania wanaojua mpira wameipongeza Alasibekane kwa kuonyesha good performance na kwamba walikuwa na deserve kuwa mabingwa kwao. Ndio maana sisi tunafanya hivi, jana sherehe yetu ya kwanza imefanyika pale Kinondoni baada ya baada ya Alasibekane kuwa bingwa. Mnaelewa, yule ni Mwafrika, yule ni Mwafrika. Ndio maana hata rais wetu Injinia Esi mwenyekiti wa vilabu barani Afrika ameipongeza rasibekani kwa kuwa bingwa. Tuna mwenyekiti wao eh, sio kwa mwenyekiti. Sasa tunasema hivi, leo tena tuna pati nyingine, wapi tunafanyia? Masaki. Leo tuna pati nyingine, mmenielewa? Leo ni gonga nyagi gonga bia mpaka wiki ishe, mmenielewa? tunafata ratiba. Tunafata ratiba, umenielewa? Jana kombe litakuwa lienda wapi? Ikulu. Tumegonga kao. Leo ratiba likuna samaje? Chato, chato, e, leo si tunagonga Masaki. Umenielewa? Bado tutaenda na safari kwenda Zanzibar kumpa pole Mheshimiwa Mwinyi, rais wa Zanzibar, kumpa pole kwa maumivu aliyoyapata kwamba kuona fainali mbavu inachezwa kwenye uwanja wake uchebe. So Simba kesho anacheza mechi na Singida Big Black Star. ni mtoto wenu, mnamtuma tena kwa mara nyingine ende akapambanie kumshusha Simba ili mkae mkiwa safe na salama pale juu. Hii mnaionaje? Singida Black Stars anashinda Singida Black Stars anashinda. Singida Black Stars ana wachezaji bora, ana timu nzuri inayoweza kupambania, sema nyinyi watoto wa baba mmoja. Ngoja mm. Nataka nikwambie yeah. Hata yeye mm. Ni baba mmoja, mama mmoja. Umenielewa? Tupo naye, ngoja Simba mimi ni, ambapo nimepata ubingwa mara nne mara tatu mfululizo, hajachangia point eh, hajachangia point, hajafungwa mara tatu zote, nachompindishia nini? mara nne kafungwa kichapo cha tano, walikimbia. Sisi tunasema waamzi wa kesho wasimame kwenye sheria kumi na saba. Simba ashindi, Simba hashindi hmm. Simba kesho anapoteza asila eh, na machungu wanayamishia katika mchezo wa kesho, kwa maana ya kwamba dhidi ya chui mweusi Singida Black Stars kuendeleza eh, mchezo wa NBC Premier League. Singida Black Stars unamwona wapi? Kwa nyama Simba anashuka na machungu dhidi ya Singida Black Stars juu ya kile ambacho kimetokea, visuanizote. Sikiliza hmm. Atakaye kuambia Simba yuko serious na mashindano yote ni mwongo, akamatwa Menelewo, Simba hajawahi kuwa serious. hajawahi kuwa na asila na mchezo wote. Menelewa, yeye alikuwa anachezeshwa na, na wamuzi wa bovu wasio wasiokuwa na begi ya FIFA, walikuwa hawajui kutafsiri sheria kumi na saba, ndio maana Simba alikuwa anafika hii hatua menelewo. Kwa hiyo nataka nikuhakikishie kwamba Simba kesho, kama mwamuzi hatatafsiri sheria kumi na saba ipasavyo, Simba nafungwa. Uchebe, hawa waamuzi ambao wanazungumza wanatafsiri sheria vibaya ndio hawo hao, lakini wanatafsiri sheria mnapocheza nao nyinyi Yanga, hauoni kwamba hawa hawa waamuzi tuliokuwa nao ndio waamuzi sahihi ambao tunao sisi? goja nikwambie. Hapa tunamzungumzia Kayoka, tunamzungumzia Alajiga, wana beji ya FIFA sio na Kefa Kayombo, goja beji ya FIFA Kefa Kayombo kuti shomali leu umkuti mweneleo ndo wana beja vivi mweneleo, ukija na rajiga. Simba hawapendi waamuzi kwa nini? kwa sababu wakisimama kwenye sheria, wanaona wanaonewa, wanapunjwa, ndo maana wao wanakuwa wanalalamika. Tuliwaambia wachezeshwe na waamuzi wanaojua sheria kumi na saba, mtauona udhaifu wa Simba. Uanga kweli leo hii Simba amecheza hii michuano yake mpaka anafika fainali. Kuna mwamuzi ya yote ambaye uliona ame, amejua kutafsisha sheria kumi na saba na kuuliza? Mlimwona leo ameenda kukutana na timu bora. bora mwamuzi bora wanamchukia, wanasema umeonewa. Mwamuzi kama huyu Anaenda kuchezesha ah kombe la dunia la vilabu na ma, na ma yes huyu yeah. ni bonge ya mwamuzi yeah. Simba amtaki mm, hataki kumsikia mm. wanataka achezeshwe nakina Kefa Kayomba, Jafati yeah, smati mm, Shamali Lawi mm. ma... mm. hawana viwango tunavyovihitaji mm, ambavyo mpira unatakiwa usonge mbele Aa, anaturudisha nyuma. Simba akipoteza mchezo wa kesho, unacheza dabi. Ngoja, sisi hatuna ugomvi na Simba, hatuna ugomvi na Simba, wala tukatai kucheza na Simba mda wote na saa yote, tuko tayari. Ila tunataka kuwafundisha bodi ya ligi na TFF wafuate sheria, kanuni na taratibu za mchezo kama swala linakuwa limerekebishwa tumejua, aliyeharibu mchezo wa tarehe nane amechukuliwa hatua gani. Sisi tuko tayari, simba aje. Sisi mimi mpaka sasa sina majibu, nani aliyeharibu mechi. Mnaelewa, kama wa Tanzania au wadau wa mpira, hatujamjua aliyesababisha mechi ile kuahirishwa tarehe nane basi ni bodi ya ligi uchebe mnasema hamchezi, hamchezi lakini Azam tayari Azam TV washaanza kutangaza matangazo ya Juni kumi na tano hii tunamalizia tu hapo, imekaje kaje na nanyii mshasema mchezi? Mimi nafikiri kwamba kuna makosa wanatokea. Azam kufanya matangazo ni sehemu yake, ndio mwenye haki ya matangazo. NBC sio menelewa? Sasa inakuja ni wapi yeye amepelekewa tangazo na bodi ya ligi. Anayepanga kiingilio ni Yanga, anayehusika na maandalizi ya mechi ni Yanga. Sasa kama maandalizi au mwandaaji hata ashiriki huwa mchezo utachezeka? Hapana eh, kwao watacheza bodi ya ligi na Simba. Mimi nasema, ila kama madudu yatakuwa yamelekebishwa. Simba. Mimi nileteni Simba muda wote na mlalua, tushikilia hapo, na nikwambie tu tunashukuru sana kwa wasaa wako na muda wako kwa kuzungumza na wapenzi wa mpira wa miguu katika nchi yetu ya Tanzania. Asante. Asante. Asante. Asante.